Ndugu waandishi wa habari, tupo kwenye mwendelezo wa kufanya hamasa na kutoa taarifa, uh, kwa mashabiki wa timu za Simba na Yanga kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 21 mechi ya, kiri, ya kirafiki e, baina ya mashabiki wa Simba na Yanga ambao watapigwa hapa katika uwanja wa KMC. Leo ilikuwa ni siku muhimu sana ya kuja kuthibitisha na kupokea uwanja wa KMC kwamba ndio uwanja utakaotumika katika mchezo wetu huo. Jana tuliotangazia kwamba tutatumia uwanja huu wa KMC, lakini kuamini ni ndio kuona. Kwa hiyo tumefika hapa kwa ajili ya kuja kuwathibitishia mashabiki wa timu hizi mbili ya kwamba ni kweli mechi yetu itakuwa hapa. Na kama ambavyo tumemsikia meneja wa uwanja huu wa KMC ya kwamba maandalizi yao yote kwa upande wao yameshakamilika kinachosubiriwa ni mashabiki tu kuja uwanjani na kuja kuwaparaha mashabiki wenzao ambao watakuwa majukwaani. Kila kitu kinakwenda vizuri, na sisi kwa upande wetu Simba Sports Club maandalizi yanakwenda vizuri na kila kitu kiko sawasawa sawa. Nitumie nafasi hii tena ni eh. Sio, ulikuwa na chati? Afu tuheshimiane naja meletea shida. Shida wapi? Tuheshimiane. Shida wapi? Tuheshimiane. Shida zangu a kwenye, natazama mademu e, ilikuwa ni kweli sio kweli? Eti katua mlie mjinga kabisa. Wapi unaenda, umu, <laughs> Wata, unaenda. <laughs> uh? Una unaenda wapi? Ha, bado ngapi ngapi? Ngapi ngapi sasa sasa sasa hivi hivi, rafiki yangu? 20 20 20 Eh? Eh, mimi mimi si, kijana alichelewa. Nipo wapi? 28. <sighs> Kweli? Basi basi basi huo, tukikutana. Sawa. Eh, hey, hey, sawa. <laughs> Tuanza ni tukikutana, leo shakutana Ah, ndo tumekutana e, tushakutana tayari? Na usio unanitania sababu mimi ni mtu mzima. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mashabiki wa Simba na Yanga, jambo hili ni la kwenu ninyi. Sisi tunafanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba tunawakutanisha, tuna pamoja, tunafurahi kwa pamoja, tunacheza mechi hii, tunatoa burudani kwa pamoja mambo mengine yanaendelea, na kwa upande wetu maandalizi yamekwisha anza e. Hapa napozungumza nanyi nimetoka Bagamoyo kwa ajili ya kuweka <laughs> <laughs> sishtuke <kaka. laughs> sisi tumedhamiria dhamiria e, ubaya kweli. Kwa hiyo maandalizi yameshaanza na mechi yetu hii, maandalizi ya kiwanjani yatakuwa ni madogo mno, maandalizi ya nje yatakuwa makubwa sana, yale yani ya kambi ya Sinza <laughs> Na ushafanya booking ya hotel. Kwa hiyo bwana, sisi mandali zetu yanakwenda vizuri. Huyu Bagamoyo mlimfuata, ndio mnamtumia kote kote. Mpya, huyu mpya ndio mnamtesti. Nikasema eh, nipeni hiyo. Eh, kwa tunaanza naye sasa. Sawa. Eh, kwa tutakayoona hapa ndio ambayo atakwenda ku reflect huko mbeleni. Kwa hiyo ndugu zanguni, e, mashabiki wa Simba na Yanga, chonde chonde, jambo hili letu sote tuje kwa wingi uwanjani siku hiyo. Hakuna kiingilio, utakapoingia uwanjani utachagua sehemu ya kukaa na kusubiri burudani, lakini kawaida ya Simba na Yanga inafahamika, kila mtu anakuaga na na upande wake. Kwa hiyo e, upande wa huu ni upande wa, wa, wa Yanga

nakiete huku wakumbushbarabarabagamoyo rodihuku kuna upande wetu Simba Club na watu wetu wangoma watakaa eneo lao pale, kwa bana muhimu sana wepo claro, e, wa -wa Kwele. Kwele, na niziwepo zile watu wanabidi wawafurahie kwelikweli. Kwa hiyo maandalizi bana nakwenda vizuri, kilichobaki ni wanasimba pamoja na wanayanga kuja kwa wingi kuja kuhanikiza jambo hili, karibu sio mengi eh? Ah, pana sio kasgadkidogo yapo mapigo lakini sio ya kwenye viti. Kwenye vitikwenye uta ndio mnafanyaga kweli nyinyi. Naweza nikakupiga na hewa tu. Hewa tu. Eh, ndio ndio huyo mtu Bagamoyo. Ndugu zangu waandishi wa habari, jambo moja ambalo linatuumiza kichwa mpaka sasa hivi ni nani atakuwa mwamuzi wakati ah, wa mechi yetu okay. Uh, tu disturb kidogo, lakini tushawasiliana na mamlaka. Sisi hatutaki refa tumjue siku ya mechi, tunataka tumjue mapema, tumjue mapema ili kama kuna taratibu nyingine ziendelee mapema si ndio? Mm. E, maswala ya kumjua refa wa mechi mm, saa sita mchana itatusumbua kidogo, nataka tumjue mapema kwa hiyo tumewasiliana na mamlaka kwa maana ya TFF. Tunaomba siku ya kesho inshaallah, tutangaziwe muamuzi wetu wa mechi ya mashabiki wa Yanga na Simba siku ya Jumapili hapa KMC. Tulikuwa tuna request nyingi nyingi, na nilifuma message nyingi za baadhi ya watu wengi tuko nao hapa, wakipendekeza waamuzi wanaowataka kwenye mechi, lakini tumepambana, tumetaka haki isimamiwe aje mtu ambaye atakuja kuridhisha mioyo ya watu wote watakokuwa huko ndani. Kwa hiyo kesho naamini inshallah tutapata jina la center referee ambaye atachezesha mechi yetu ya Jumapili. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana Uh, wasimamizi wote wa uwanja wa KMC tumetembelea hapa, tumeona maandalizi yako vizuri. Uh, kila kitu kiko sawa, na watu hawa wanatusubiri kwa bashasha. Tuje siku ya Jumapili hapa tuje tu enjoy. Capacity ya uwanja inatosha kabisa kuja kupata burudani, na hii saa kumi ni muda ambao mechi inaanza, lakini shughuli za kiburudani zitaanza mapema. Mpaka sasa hivi tunawasaidia kupendekeza wawili eh, pendekeza Uh, nani yule Mama Amina na nani na nani yule King'amuzi, na niwaambie, ehe, nimwambie King'amuzi na Mama Amina kama wanasubiri tuwapigie simu watasubiri kwa muda mrefu sana. Hii tangazo tunalotoa hapa ndio mwaliko wenyewe, wanatakiwa waje siku ya Jumapili King'amuzi na ma... yani hao ndio wasanii pekee ambao wamepitishwa King'amuzi na Mama Amina, burudani tunataka waje hapa. Kwa hiyo mataratibu nyingine ni kama tunapozungumza hapa, sija ikawa sijui kuna nini huko, anasubiri simu simu. Hamna. Hmm. Sisi Simba na Yanga tumekualika uje utugee burudani. Kwa hiyo hmm, tutategemea Mama Amina na king'amuzi tutakuwa nao hapa siku ya Jumapili kwa ajili ya kutugea burudani ya uhakika. Timu yangu mimi inaendelea vizuri, uh, timu yangu inaendelea vizuri, na sisi hatuna haja ya kwenda uh, Bagamoyo mm, sisi hatuna haja ya kuzuru kwa sababu sisi, njia tunaijua, njia tunafanyaje tunaijua. Kama ile senior team sisi huwa ndo tunaiandaa tunaishughulikia, na tunapata furaha. Je, kujishughulikia wenyewe tushindwe? Yani kujiandalia tu wenyewe pishi letu tushindwe? Haiwezekani. Kwa mimi naamini uh, matawi yote ya Yanga yanajiandaa vizuri, na tutakuja hapa. Uh, kupata matokeo mazuri. Unajua wanataka kufanya nini watu wa Yanga mm. waitaka nyie msije kabisa. Kwa nini? Yaani mpigwe fataki mm. mvurugane, msije tu wenyewe <laughs> lakini nikawaambia hapana mm. kawambia hapana, kwa sababu tunataka tupate burudani, hawa tukawashonee kwenye pichi, waruhusu ni wao si. Timu ya, ya kutufunga hamna. Sisi tuna timu ya kuchukua ubingwa hapa eh, tena nimekumbuka, zawadi ni kombe, kuna kombe, kuna medali na kombe autakaela tupate kama ng'ombe hivi au mbuzi badili imekwama mnyama amnyama kupitia mechi kaka, ina raha yake sana, tupate ng'ombe aje? Hey. kombe hili kila mtu anapewa kombe lakini hmm. Hey. kombe lakini kwa na mnyama wako hapa ametulia, kesho yake sasa, shida je, mnamka badili tarehe ishirini na mbili si tushachukua ubingwa huyo ni kwa ajili ya mishikaki jioni yake, badabadiliaku badili eh, ili viongozi mmelipitisha fresh. Mimi sio kiongozi hapa, mimi ni msemaji wa timu ya mashabiki. Umeruka nikujaza kidogo, umeruka umeshtukia mtego. Kwa hiyo bwana uh, ili jambo la ng'ombe hili, si nafikiri utuombe wadau eh, ambao wanatazama eh, tupata ng'ombe hata wawili au mbuzi, mbuzi. mbuzi. mbuzi. Kati ya kombe la ng'ombe na kombe la mbuzi ipi na noga sana? Mbuzi ni ng'ombe kubwa. Ng'ombe kubwa. E, ila kombe la mbuzi maarufu. Hapo e, si yako mengi. E, e, kombe ni la mbuzi ni maarufu ni ng'ombe, ila kuwa kubwa. Na kwa jinsi tulivyo pate ng'ombe, pate ng'ombe. Ili e, e, e, watu wa watu wa kidna kula nyama wa enjoy. Kwa hiyo tunaomba jamani wadau. Mm. Eh, na wadau sio mmoja na hela. Mm. Uenda unazizi, una ng'ombe tupe ng'ombe. Mm. Eh, sio lazima mdau tunakupigia kelele hapo ukafikiri ni mimi mwenye hela. Mm. Ukiwa na hela fresh tununulie. Kini kama hata unazizi? sema lakini bwana anaweza akaleta mtu ng'ombe wa kwenu akatuwekea vitu vyenu mundani, ndio mashaka Bagamoyo, Bagamoyo hayo kwa sababu sisi ng'ombe. Ma, gafa, Bagamoyo, sasa hivi, eh. Sije kama mshaandaa ng'ombe wenu <laughs> Tule hapa ndo mpitishie huko mambo yenu bana, ng'ombe hamna, niwaambie <laughs> tu ndugu eh, zangu wana Yanga ng'ombe hamna wala mbuzi, tafute tu kibunda kuwe na hela eh, kuna bingwa wa wakombe kuwe na medali zile na bingwa apewe hela eh, milioni kadhaa hivi watu waka enjoy. Kwa kama mtapata mtanunua ng'ombe sawa, lakini huu mtego okay. Nimeushtukia kaka ushanza okay. Ah, Bagamoyo na nini, na nini tena na nini Ah, na kesho na safari ya Kisiju, au unaongeza watu? Nataka nikufanye vibaya. Sa, shida ni just imagine, shabiki wa kawaida anatumia KMC. Imagine. Sawa Kwa kwa kwa. Ha, ya kaka. Na, na, na kama ikiwezekana yeah, Kila mtu akae upande huo huo mechi mwisho, ndio sisi. Mechi yetu ina sheria tofauti kidogo, amaswala sisi tunaanzia goli letu la Wanayanga wapo huku, alafu kipindi cha pili kupigwa zongo kutonya Bagamoya, tutaomba muamuzi mechi yetu isiwe na kubadilishana kipa, aje kwa bisi Ah <laughs> usitupangie, una kipa mwanachama wa tawi la unbeaten. Sisi shabiki si, si, wa Yanga. Goli <gulimuza> moja <gulimuja. laughs> basi nanyie huku adake JB JB eh, eh, eh, eh, eh. Sio nyanda adake tu JB JB na n sawa. Au ukishindikana upige. Eh, ukishindikana aanze anko zara upige mbali JB, sawa, tukubaliana jb, sawa. sawa. JB JB na nakobisi hilo, mimi nitalipitisha tukishaona hapa. Maana nakujua wewe. E, nitalipitisha wakisha kuwa wamefika wote hapa. Ndo Kobisi ataanza na JB ataanza e, tofauti na hapo tujiandae. Abasi e. Tuwapigie simu. Tuwapigie simu eh. Wewe namba ya JB unayo? Eh, naye. Tuangie. Wewe ndio unafuta namba ya Kobisi hapa ni mpigie. Kobisi, unaongea gana nini mwenzangu mpaka namba yake umesave? Au ni kwa kuwa ni shabiki tu eh? Sisi tuna tawi la Yanga celebrity. Ah. Tuna tawi la watu maarufu. Naye anaingia humo. Anaingia humo.